Ndugu yangu yamkini ulikusha kuwai kulia, labda ulipigwa, labda uliumia, labda ulifiwa na ndugu jamaa au rafiki, ukalia, lakini hukulia kwa kusaga meno. Ile siku ya mwisho itakuwa kilio na kusaga kusaga meno. Ushawahi kulia mpaka kusaga meno? Wewe unalia kilio mpaka meno na kwa unga, imagine hiyo picha, itakuwa ni hatari sana. Sasa leo ninakuletea hizi habari ili ukachague. Mimi nakushauri uchague kuwa mtu mwenye haki ili kwamba siku ile ya mwisho usiangamie. Basi, kama uko tayari kutaka kuwa mwenye haki yamkini ulikuwa umepotea umetenda maovu mengi, leo neema ipo juu yalipo, ufama mbinguni upo ili ukukokoe kutoka katika hilo shimo la mauti, ambalo shetani anataka akuangamize. Sema, Bwana Yesu, ninakuja mbele zako mimi ni mwenye dhambi, naomba unisamehe dhambi zangu zote. Bwana Yesu, ninatubu na kugeuka kuja kwako, ninatoka kutika, katika kutenda mabaya. Ninakuja Bwana Yesu, uniokoe ili kwamba nisiangamie siku ya mwisho. Bwana Yesu, ninaungama uovu wangu wote, ninaomba unisamehe, ninakuja kwako. Bwana uniokoe, nisaidie Bwana Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Endelea kuwa katika hali ya kutenda mema siku zote za maisha yako, na kama ulikuwa na tatizo magonjwa mbalimbali utanipigia simu namba sifuri saba nane saba kumi na saba kumi na sita na tatu, nami nitakuombea mahali popote ulipo, na Mungu atakuweka salama. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwenyezi Mungu abariki. Amina.